Asifiwe. Uh, inayo furaha tena uh, siku hii ya leo kwa ajili ya wakati huu ambao uh, nikipenda sana tuweze kushirikishana uh, neno la Mungu kwa kwa sehemu uh, na naamini nitakusaidia, litakusaidia uh, kwa namna moja au nyingine, nawezekana ni kitu akifahamu, lakini kapata ufahamu ambao unaweza kukusaidia tena kukabiliana uh, na mambo mbalimbali. Uh, wakati ningependa kuzungumza kuhusiana na uwiano uwiano wa kanuni za kanuni za za Kimungu, uwiano wa, wa kanuni mbali mbali sasa. Kuna, kuna kanuni ya hekima, kuna kanuni ya ufunuo, kuna uh, kanuni ya nguvu. Hizi ni kanuni tofauti tofauti ambazo uh, zinafanya kazi na zinasaidia maisha yetu ya kila siku kwa mfano, ukisoma uh, kitabu cha Mathayo sura ya nne, uh, Mathayo sura ya nne kuanzia mstari wa kwanza mpaka uh, mstari wa nne uh, na kuendelea pale, ni habari ambayo tunaifahamu sana, ambapo Biblia inaanza kusema kwamba, kisha Yesu akapandishwa hadi nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Akafunga siku 40 kisha akaona akaonaa njaa. Mjaribu akamjia, mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa we ni mwana wa Mungu badilisha jiwe liwe mkate, badilisha jiwe liwe mkate. Biblia yasema Yesu akamjibu, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa hapa tunaona kuna kanuni ya hekima alafu kuna kanuni e, ya ufunuo alafu kuna kanuni ya nguvu na kanuni zingine pia ambazo zimehusika hapa kwa pamoja. Ni kweli Yesu alikuwa mlimani na alikuwa na nguvu au tunaweza kusema upako, lugha ambayo itakuwa nyepesi kueleweka, upako. Ni kweli alikuwa na upako, na ibilisi alipomjaribu akamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu badilisha jiwe liwe mkate kwa upako waliokuwa nao, sidhani kwamba Yesu angeshindwa kubadilisha jiwe liwe mkate kwa maombi ya siku arobaini. Kwa maombi ya siku arobaini unaweza ukafanya kitu cha ajabu sana, kwa sababu siku arobaini yani, hali ya ubinadamu kwanza inaanza kuondoka unapokuwa katika maombi, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu hali ya ya kibinadamu ina hali ya ubinadamu wa mtu inaanza kuondoka, na ndio maana siku ya kwanza ni ngumu kingia kwenye maombi ya kufunga, ni kazi sana, unapambana. Kwa nini mwili unapambana? Kwa sababu ni kama vile una, unaanza kuhama kutoka katika hali ya ubinadamu, sababu kawaida unataka ule kila siku. Ukikaa siku moja ujala, maana yake kunakuwa na vita, siku ya pili, siku ya tatu. Sasa hesabu kwamba siku arobaini usiku na mchana, Yesu amefunga hajala kitu siku arobaini. Maana yake viwango vyake vya kuamini vilikuwa ni viko juu sana, viwango vyake vya upako vilikuwa viko juu sana. Na sio kweli kwamba kwa kiwango cha upako alichokuwa nacho Yesu angeshindwa kubadilisha jiwe liwe mkate, sio kweli, sikubali. Lakini tunaona majibu yake, anakuja anasema imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Anachomaanisha hapa ni kwamba alikuwa na upako lakini pia alikuwa na hekima. Kwa hiyo lazima pawe na uwiano mzuri kati ya upako, ufunuo wa Mungu na nguvu ya Mungu. Upako ni nguvu ya utendaji kazi wa Mungu, au upako ni nguvu inayomwezesha mtu mwanadamu wa kawaida kufanya mambo ambayo kibinadamu hayawezekani. Sasa huo upako ukiwa nao, unaweza kufanya mambo mengi makubwa ya kushangaza, lakini unapaswa kuwa na hekima ya Mungu. Hiyo ni kanuni nyingine, kwamba kuna kanuni ya hekima. Ni kweli una upako na una ufunuo, lakini unahitaji hekima ikuelekeze, na hekima kazi yake ni kutoa maelekezo ya namna ya kuutumia Uh, kutumia nguvu au upako. Hekima kazi yake ni kuelekeza ufunuo, usije ukaleta madhara katika maisha yako, kwa sababu unaweza ukawa na ufunuo kweli, na ni kweli ni wa Mungu, ni kweli ukawa na upako, ni kweli upako wa Mungu, lakini ukikosa hekima ya Mungu, unaweza ukatumia nguvu ya Mungu vibaya, unaweza ukatumia ufunuo wa Mungu vibaya, na ndio maana kuna vitu unaweza ukaviona mtu fulani kafanya ambaye anasema ni mtumishi wa Mungu, akafanya kitu, lakini kikao kikipima kile kitu, unaona kama ule ufunuo unaotumika una mashaka mashaka, unaona ule upako unavyoonekana una mashaka mashaka. Ni kwa nini? Kwa sababu ukitumia kanuni ya hekima kupima upako au kupima ufunuo unakuta, uh, kuna kuna kuna vitu vinakataana na muujiza wowote unapaswa kuelezewa na hekima ya Mungu na wasiwasi ukaondoka. Matendo yoyote ya upako yaliyofanyika, matendo ya miujiza yoyote, yoyote, yanapofanyika yanapaswa kuelezewa na neno la Mungu yakaeleweka. Kama neno la Mungu litashindwa kuelezea muujiza ueleweke, kwa muujiza una asilimia kubwa sio wa Mungu kama ufunuo fulani unaotumika labda kuponya, kufungua, kumsaidia mtu, kuinua kiwete, kuponya kipofu, kama kuna ufunuo fulani utatumika, alafu baada ya hapo neno la Mungu likashindwa kuuelezea ule muujiza, yaani neno la Mungu linaonekana linakwama, yaani neno la Mungu linajaribu kueleza kile kilichotokea, alafu linapata kigugumizi huo muujiza uwezekano ni mkubwa zaidi ya asilimia tisini na tisa huo muujiza hautoki kwa Mungu. Kwa nini? Lazima neno la Mungu liwe msingi wa kila kinachotokea. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba ni lazima kuwe na uwiano mzuri. Ni kweli unafunga siku arobaini, unapaswa kusoma neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu litakusaidia upako uliopata uutumie vizuri, la sivyo itakuwa ni matumizi mabaya ya nguvu ya Mungu. Biblia inasema utaweka mikono juu ya wagonjwa na wakapata afya lakini ukiwa na upako, unaweza kumwekea mtu mguu, ukamwekea hata mtu mguu tumboni. Anaumwa, tumbo kamwekea mguu, kamkanyaga tumboni. Atapona, si una upako? Atapona. Lakini sasa shida inabaki. Mtu kapona, lakini ujue una ugomvi na Mungu kwa sababu upako ulio nao ni upako wa Mungu, lakini hekima ya Mungu haijakuelekeza umkanyage mtu tumboni, utabaki na ugomvi na Mungu. Na ndio maana Biblia inasema siku ile ya mwisho kuna watu watasema e, Bwana, Bwana, nilifanya kwa kwa, kwa kwa neno lako nilifanya. Atasema sikuwajua, sio siwajui, sikuwajua, maanake yani hujawahi kusajiliwa. Asemi ah, siwajui. Biblia imesema sikuwajua ninyi, sikuwajua, maanake sijawahi kuwasajili. Sasa wakati wote walikuwa wanafanyaje? Mbona kama walikuwa, unatumia upako wa Mungu, naombea watu, watu wanafunguliwa, watu wanapona. Kwa nini? kumbe hekima ya Mungu ilikosekana. Kwa hiyo napenda kukutia msisitizo hapa. Najua unawezekana umeokoka unampenda Yesu na unamjua Mungu, lakini inawezekana pia hujaokoka, lakini hii itakusaidia kuwa na nguvu ya Mungu, ufunuo wa Mungu. Kujua mambo ya Mungu ni kitu kizuri sana, kufunga na kuomba ni kitu kizuri sana lakini, kusoma neno la Mungu inaweka uwiano mzuri.